Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeingia katika siku ya 1138 na athari zake zinazidi kuongezeka kwa nchi zote mbili na duniani kwa ujumla. Hali ya mapigano, mashambulizi ya anga na muktadha wa kisiasa na kidiplomasia umeendelea kuwa na changamoto kubwa. Uchambuzi huu utazingatia matukio muhimu yaliyojiri, hali ya kijeshi na mabadiliko katika mikakati ya kisiasa na kidiplomasia ikitazama athari zake kwa Ukraine, Urusi na jamii ya kimataifa. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vinazidi kuwa na athari kubwa kwa pande zote mbili. Ingawa upande wa Ukraine unajitahidi kujilinda na kudumisha usalama wake, Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga na kutumia silaha za kisasa kama makombora na drones. Poland imeanzisha hatua za kulinda anga yake baada ya Urusi kushambulia maeneo ya magharibi ya Ukraine, hasa maeneo ya karibu na mipaka ya Poland. Hatua hii inadhihirisha jinsi vita hivi vinavyoathiri usalama wa nchi jirani. Ingawa Poland inahusiana na NATO, hatua ya ulinzi wa anga ni kielelezo cha mabadiliko katika mikakati ya kijeshi ya nchi za NATO ambazo zinaendelea kuongeza ulinzi wa maeneo yao ili kuepuka kushambuliwa au kuhusika moja kwa moja kwenye vita vya Ukraine. Mashambulizi ya makombora na drones dhidi ya miji mikuu kama Kiev na Kryvyi Rih yanaonyesha mabadiliko ya, ya kimkakati kwa upande wa Urusi. Urusi inaendelea kutumia mbinu za mashambulizi ya anga kama njia ya kuendelea kushinikiza na kupunguza uwezo wa kijeshi wa Ukraine. Hata hivyo, juhudi za Ukraine katika kudhoofisha mashambulizi haya, kama vile kupambana na drones na makombora, zinaonyesha kuwa upande wa Ukraine umejizatiti zaidi katika kulinda miji yake. Shambulizi la makombora la Urusi dhidi ya jiji la Kriviri limekuwa na madhara makubwa kwa raia, huku vifo vikiendelea kuongezeka. Ingawa Urusi inadai kuwa shambulizi hili lililenga mkutano wa maafisa wa kijeshi na maafisa wa kigeni, serikali ya Ukraine inapinga madai hayo. Taarifa hizi za kinyume zinabainisha namna vita vya habari vinavyoshika nafasi kubwa katika muktadha huu. Hii ni sehemu ya vita ambavyo vinaendelea kutisha usalama na ustawi wa wananchi na athari zake ni dhahiri. Hali ya kisiasa na kidiplomasia imeendelea kuwa changamoto kubwa katika vita hivi. Viongozi wa kimataifa wanashughulikia muktadha huu kwa njia tofauti, huku baadhi yao wakijitahidi kutafuta suluhu la amani na wengine wakisisitiza hatua za kijeshi zaidi. Volker Tak, Kamishna Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, amelaani vikali hatua za Urusi zinazokiuka haki za raia, hasa kutokana na mashambulizi ya makombora kwenye mji wa Ukraine. Hii inaonyesha umuhimu wa ushawishi wa kimataifa katika kutatua mizozo ya kijeshi. Umoja wa Mataifa unakubaliana na hatua zinazolenga kulinda raia na kuzuia madhara zaidi kwa jamii za kiraia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameongeza shinikizo kwa Urusi, akisisitiza hitaji la hatua kali dhidi ya Urusi ikiwa itaendelea kukataa kuacha mapigano. Msimamo huu unadhihirisha jinsi viongozi wa kimataifa wanavyoendelea kutafuta suluhu la kudumu kwa vita vya Ukraine. Hata hivyo, maoni haya yanajitokeza katika hali ya utata, kwani baadhi ya nchi zinajitahidi kudumisha mikakati ya ushirikiano na Urusi kwa maslahi yao ya kiuchumi na kisiasa. Taarifa za kuhusu mazungumzo kati ya Ukraine na Marekani kuhusu madini ya adimu yanaonyesha umuhimu wa kiuchumi katika mikakati ya kisiasa. Hii ni moja ya njia ambazo Ukraine inaendelea kutafuta msaada wa kimataifa ili kudumisha uchumi wake na kukabiliana na shinikizo la Urusi. Pamoja na mazungumzo haya, hali ya kisiasa inabakia kuwa changamoto, kwani maslahi ya kiuchumi na usalama wa kisiasa vinaendelea kushindana. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vina athari kubwa kwa usalama wa kimataifa. Athari hizi zinajumuisha mabadiliko katika uhusiano wa kidiplomasia. Nchi nyingi zinapitia hali ya utata katika ushirikiano wao na Urusi, huku baadhi yao wakichukua hatua wa za kudumisha uhusiano mzuri na Urusi na wengine wakisisitiza vikwazo na shinikizo la kisiasa dhidi ya Urusi. Mbili, Jitihada za usalama wa kimataifa, mashambulizi ya Urusi dhidi ya nchi jirani na athari za mabadiliko katika usalama wa anga kama vile ulinzi wa Poland ni ishara ya jinsi mizozo hii inavyoathiri usalama wa maeneo ya kimataifa. Tatu, uchumi na vikwazo. Uchumi wa Ukraine na usaidizi kutoka kwa nchi za Magharibi unavyoendelea kuwa na uchumi mkubwa. Ingawa mataifa ya Magharibi yanaendelea kutoa misaada kwa Ukraine, hali ya uchumi inatishia usalama wa kijamii na kijeshi. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vinaendelea kuwa mzozo mkubwa na changamoto kwa usalama wa kimataifa. Mabadiliko katika mikakati ya kijeshi na kisiasa yanaendelea kuathiri mataifa mengine huku jitihada za kutafuta suluhu za amani zikikumbwa na vikwazo vingi. Hali hii inaendelea kutishia usalama wa dunia na ni muhimu kwa jamii ya kimataifa kushirikiana ili kupata suluhu la kudumu kwa mzozo huu.